Manake naamini kidogo tunachofikisha Mwenyezi Mungu atatia baraka ndani yake, na hatuwezi kujua ni nani mwenye maombi bora. Watoto hawa wanaweza kuwa wana karama na maombi bora ambao Mwenyezi Mungu akaitikia dua yao kupitia e, wito wa Simon Sirilo na mimi kuitikia wito wake Ahmed Misanga ikapelekea baraka ya watoto wakafurahi. Maki utapata wanafunga lakini wanapata ugumu katika kufuturu. Kuna mwalimu ameguswa. Ndio hujua umoja wetu po kiasi gani, umoja wetu yani. Natoa mfano ambayo na wengine waige mfano huo kwa sababu aliyeniita mimi ni mwalimu Mkristo lakini ameguswa na watoto Waislamu wanaofunga ili waweze kupata iftar. Yaani mwalimu Simon, nimpongeze sana kwa hilo, ameonesha. Ndio maana nikataka nioneshe hili, swala lazima nilifanye kwa sababu ya utofauti uliopo uliojitokeza katika zoezi letu la kuendesha charity program, tumebidi tu crash in kwa sababu nimealikwa na mtu aliyeguswa, ni Kristo ameguswa, mwislamu amefunga na anahitaji iftari. Mungu akubariki sana. Kwa nchi nzima leo, imekuwa ni zamu yetu sisi watu wa Itigi tukiwakilishwa na watu wa St. Augustine, kwa niaba yao kwa niaba ya uongozi wa kata hii tunatoa shukrani sana kwa sadaka hii ambayo mnaitoa. Ni kiasi kikubwa ukijumlisha, kwa maana ya usafiri ambao mmechukua nyinyi kutoka huko mlikotoka mpaka kufika hapa, na hivi vitu vyote ambavyo mmevitoa, tunaomba Mwenyezi Mungu awaongezee pale ambapo mmepunguza, na awabariki, mwendelee kuwa na endelee kuongezeka. Amin, inshallah, mwaka kesho, panapo majali majari, watu tufuturishe watu wengi zaidi katika eneo letu. Tunayo shule yetu ya sekondari ambayo inachukua wana wanafunzi kutoka maeneo mbalimbali mbali ya nchi ya Itigi Sekondari, ambao nao pia huwa wana mahitaji wale wanafunzi pale, kwa sababu wanatoka maeneo mbalimbali na wanapatikana Waislamu e, nao ingine nafikiri hata kipindi kijacho Niwashukuru uh, pia upendo, lakini, sirilo, muka kubali, muka kwa kuonyesha upendo kuwajali. Maana kuna sehemu nyingi mtakiwa mwende, lakini alivyo wa request sililo nikakubali kaaseti ho. Tunashukuru kwa ujio wenu, karibuni tena, tunashukuru sana. Sana, asante uguse ma maisha ya watoto hawa huku sita na umefanya hivyo na umekuja, tunakushukuru sana pamoja na timu yako. Sisi cha kusema ni kwamba Mwenyezi Mungu endelee kuwabariki na kuwafungulia milango na baraka zaidi, mwendelee kugusa maisha ya watu wengine na sehemu zingine zaidi. Amen. Na wakaribisheni sana sana, sana, na mwendelee kuwagusa na maeneo mengine. Kuwashukuru ninyi sana kwa ujio wenu, ninajua ni mpango wa Mungu kabisa, kweli kabisa. Sikutegemea jambo hili, nikapewa taarifa, nimeona ni kitu cha kushangaza na cha kushukuru kikubwa zaidi. Ninaomba Mwenyezi Mungu awazidishie sana sana Aminu. pale mlipotoa mwongezewe maradufu Aminu. Mwenyezi Mungu nashukuru. Ni wito wangu ni kwamba wakumbuke, kwa sababu ni watoto wetu na wanakuwa wana uhitaji, kwa hiyo wanatakiwa waungwe mkono ili waweze nao kujihisi wako kama watoto wengine. Naomba nao waguswe, kila mmoja mwenye uwezo wake aguswe, aweze kuwasaidia.